E, bwana Mr. Tangawizi hapa. Ah, baada kuzungumzia issue ya maeneo ambayo unaweza kulima tangawizi. Bila kupoteza muda nizungumzie sasa, leo twende shambani tukaone hivi unaweza ukapandaje tangawizi tukianza na kulima e, mbolea e, upandaji mbegu hiyo vyote leo tunazungumzia. Kwa leo tunaingia shambani kabisa, sasa tulime tangawizi. Ah, cha kwanza kwenye issue ya kulima shamba la tangawizi hakikisha unalima shamba kwa kuzingatia kina yani, usi, usipalue palue, lima jembe liingie chini, kwa lengo la kwamba tangawizi iweze kujitanua kujiextend vizuri wakati inastawi pale chini, kwa sababu tangawizi inatengeneza majabali. Sasa haiwezi kutengeneza majabali sehemu ambayo ina ugumu sana, ndio maana unasisitiza sana kulima jembe liende chini, sio tu unapalua palua. This is the first thing. Lakini kitu cha pili, kunyosha mbolea. Kunyosha mbolea bwana, hakikisha Eh, inakuwa ni vizuri sana kama unavyopanda unapandia samadi au pia mboji. Umeona, hiyo ni safi kabisa. Umeona, unaweza ukatumia hizo mbolea za samadi au mboji, sawa. Lakini kwa sababu tupo kisasa zaidi, unawezekana mazingira ambayo upo hauna hizo mbolea za samadi, unaweza ukatumia mbolea za viwandani, lakini mbolea zile zenye sifa ya phosphorus. Umeona kama eh, mbolea ya NPK ni mbolea nzuri kwenye kupandia tangawizi. Kwa hiyo kama hakuna haunaweza samadi, unaweza ukatumia mbolea NPK kwa upande wa mbolea za viwandani. Umeona, hiyo imekaa sawa. Lakini kwenye ishu ya mbegu, mbegu bwana, hakikisha e, unachagua mbegu, sababu mbegu ni tangawizi yenyewe. Lakini ile tangawizi ambayo unaichagua kwanza, hakikisha ina afya njema, umeona ina afya nzuri, lakini pia uzungumzia urefu wa ileile ile, ile mbegu hakikisha inakuwa na sentimita mbili mpaka m yani urefu wa ile tangawizi. Yani, na afya, yani tangawizi, yani tangawizi ambao ni mbegu, hakikisha kwamba inakuwa na, um, na least maotea mawili kwa sababu uwezi ukapata tangawizi hainahotea ukasema ni mbegu. Hakikisha hapo e, tangawizi inakuwa na maotea mawili At least inakuwa ni safi mara mawili matatu ni sawa, inakuwa imekaa fresh kabisa kwenye issue ya hiyo mbegu. Lakini pia eh, unavo unavochimba ile shimo la kuweka tangawizi eh, hakikisha ile shimo linakuwa refu at least kwa sentimita tano mpaka kumi, hapo inakuwa imekaa safi, umeona. Na kati ya shimo na shimo hakikisha kunakuwa kuna sentimita ishirini mpaka thelathini kati ya shimo na shimo. Kwa hiyo itakusaidia sana kuweza eh, kuvuna tangawizi nyingi, tofauti na wengine ambao labda wanapanda bila kufuata utaalamu huu. Lakini pia kwenye hilo shimo ukichimba, ukiweka tangawizi, unaweza ukachukua nyasi ukaweka pale ndani kwenye shimo ukafukia moja kwa pamoja, kwa lengo la kuweza kuhifadhi unyevu unyevu, kwa sababu kwa muda wote tangawizi inahitaji unyevu like unaofanya Uh, seed germination yes. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tangawizi yenyewe aa, inahitaji vipindi vyote, kipindi cha hali ya ukavu, kipindi cha hali ya unyevunyevu, kipindi cha mvua. Kwa hiyo vipindi vyote vinatakiwa, that's why nakwambia kitu kama hicho. Kwa hiyo vitu vya msingi sana ni hivyo kwenye kulima tangawizi. Hapo nimeshazungumzia ishu ya mbolea, ishu ya namna kulima E, ishu ya e, uchaguzi wa mbegu alafu pia kwenye ishu ya e, kati ya shimo na shimo uweke e, sentimita ngapi. Kwa hiyo hiyo inakuwa imekaa vizuri. Niite Mr. Tangawizi, nadili na ishu za tangawizi kwenye mnyororo wa thamani kuanzia shambani kulima mpaka kuprocess product za tangawizi. Asante, imekaa safi.